Karibu mwenge wa uhuru 2025. Kwa majina, naitwa Hamisi Mohamed Juma, mwenyekiti wa jumuiya ya Shujaa maendeleo na Ustawi wa jamii Tanzania mkoa wa Dar es Salaam. Leo tumepokea mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kutoka mkoa wa Lindi, ambapo sasa tuko ndani ya wilaya ya Temeke. Tunaendelea kukagua miradi na mwenge wetu wa uhuru wa mwaka 2025 umekuja na dhima kubwa hasa ya kuweza kuhamasisha wananchi kuweza kushiriki Uchaguzi wa amani kwa majina anaitwa Mary Moses Mwangaba, Katibu SMAUJATA mkoa wa Dar es Salaam. Tuko kwenye mbio za mwenge mwenge wa uhuru umekuja na dhamira nyingi za ikiwemo na zero malaria inaanza na mimi inaanza na wewe inaanza na sisi sote mwenge wa huru safi Tanzania safi mama Samia mtakatifu Alhaji Abdalla Musa mwenge mwaka huu umekuja ume na dhamira chagua njia sahihi Asanteni. Kwa majina anaitwa Najwa Thomas. Tumepokea mwenge wa Mungo uhuru, mwenge wa uhuru umekuja na dhamira tofauti, ikiwemo e mojawapo ni kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako asanteni. Mambo leo, siku ya leo ndo tumepokea mwenge kimkoa na sahivu tuko tunatimiza mwenge kiwilaya kupitia wilaya ya Temeke leo tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano, kauli mbiu mojawapo katika mwenge wetu wa mwaka huu kataa rushwa ni jukumu langu mimi na wewe.